tukisalia Dar es Salaam. Watanzania wametakiwa kulinda amani na kuwa makini na matumizi ya mitandao ya kijamii katika kipindi cha uchaguzi mkuu. Uthuo umetolewa na naibu mufti mkuu wa Tanzania, Sheikh Ali Ngeruko katika kongamano la amani mkoa wa Dar es Salaam. Ibrahim Chawe ameandaa taarifa zaidi. Ni katika kongamano la amani mkoa wa Dar es Salaam, wajibu wa jamii kulinda amani na kuwa makini na mitandao ya kijamii unajadiliwa. Msisitizo wa amani upo hata katika maandiko ya vitabu vya dini. Tangazeni, enezeni amani. Na kueneza amani sisi katika Uislamu kumeanzia katika hata maamkizi yetu. Ukikutana na mwenzako unamwambia assalamu eh, amani iwe juu yako wewe. Una utu, unakubali tukae pamoja, wa dini mbalimbali, rika mbalimbali, umri mbalimbali, uwezo so, tofauti tunakaa pamoja tunazungumza, hiki kitu kinaitwa utu, na hiki ndio kinachopoteza utu. Sisi sio wanyama, sisi tuna utu. Umuhimu wa amani katika maendeleo na matumizi ya mitandao ya kijamii yameguswa katika mjadala huu. Kabla hujaandika kichochote chochote ama kuweka picha yoyote mtandaoni kumhusu mwingine, aidha una lengo la kumdhalilisha, kumwangusha, ukumbuke kwamba kitu kile ama ujiulize kwamba kitu kile kingefanyika kwako wewe ungejisikiaje? Mazingira salama kwa uwekezaji na huduma za jamii, pakiwa pana amani katika ngazi ya kitaifa, wawekezaji wengi watakuja, maendeleo yatakuwepo, kazi uh, fursa za ajira zitakuwepo. Naibu mufti wa Tanzania Sheikh Ali Nguruko anasisitiza umakini kuelekea katika uchaguzi mkuu. Wakati mwingine na sisi tunachangia kwa sababu tunaingia ingia humo na kuperuzi yale maeneo ambayo tunaona haya ni makorofi tujitahidi kuyaacha kwe kwa hiyo tuazimie kwamba mitandao ya kijamii ambayo iko hovyo tuiache, na kama tumesha tumeshapata uraibu sasa, tuanze kujitahidi kuacha. Washiriki wa kongamano hili wakaeleza umuhimu wa elimu iliyotolewa bila amani huwezi kujenga, bila amani we, huwezi watoto wakasoma, bila amani hatuwezi kufanya chochote. Tusidanganywe wala tusighurulike na dunia hii, dunia ni mapito, lakini tukiwa na amani tutakuwa na faraja na faraja na waasa wa Tanzania wote wawe makini, waachane na mambo yasiyokuwa ya lazima ya katika maisha yetu, kujiingiza katika swala so zima la uvunjifu wa amani kupitia eh, matumizi ya mitandao ya kijamii. Kongamano hili lililoandaliwa na ofisi ya kadhi na naibu mufti limehusisha washiriki takriban mia sita na linatarajiwa kuendelea katika kanda mbalimbali hapa nchini. Mimi ni Ibrahim Chawe, TBC Dar es Salaam.